Kiwanda cha nyama cha Rotiana kilichozungukwa na hekari zaidi ya elfu ishirini na tatu kilichoko katika eneo la Olupuru wilayani Simanjiro mkoani Manyara kimegharimu zaidi ya bilioni mbili katika uanzishwaji wake. Kiwanda hicho ambacho kimesitisha shughuli zake za uzalishaji kwa kipindi kirefu kina eneo la kilimo na utalii. Akiongea kiwandani hapo, kaimu msajili wa Bodi ya Nyama nchini John Chassam amesema kwa kutambua umuhimu wa tasnia ya nyama umefika kiwandani hapo kuona changamoto zilizopo. Kuja hapa kwenye kiwanda cha nyama cha Olupuru baada ya kusikia kwamba kiwanda e, kimesitisha kimesimama uzalishaji kwa sababu ya matatizo ya mtaji. Baada ya kupata taarifa hizo, sisi kama bodi ya nyama ambao ni jukumu letu ku, kusimamia na kuendeleza hii tasnia, tukaja tukakutana na uongozi wa kiwanda wakathibitishwa kwamba ni kweli kiwanda kina changamoto hiyo ya mtaji. Basi baada ya kupata hizo taarifa e, katika kutekeleza jukumu letu tukawasiliana na wenzetu wa benki ya, benki ya maendeleo ya kilimo tukafanya nao vikao vya awali tukakubaliana kwamba kuna sababu au kuna msingi wa, kuwa, wa kuwasaidia hiki kiwanda cha Olupuru kwa sababu manufaa yake takapofanya kazi ni makubwa. Nadhani sina sababu ya kuelezea, kwa sababu yako wazi. Kwa hiyo tukafanya vikao mwanzoni tukiwa Arusha ambavyo vilihusisha bodi ya nyama e, benki ya maendeleo ya kilimo, wamiliki, pamoja na serikali ya wilaya ya Simanjiro. Kwa hiyo leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuona hali halisi ya kiwanda, kufanya tathmini ya hali ilivyo ili mwisho wa siku sasa e, wenzetu wa Benki ya Kilimo waweze kushauri katika ba baadhi ya maeneo ya kushauri, lakini kama kuna maeneo ambayo wao kwa taratibu zao wanaweza waka, wakawezesha kutoa mikopo basi wanaweza wakafanya hivyo. Kwa hiyo lengo kubwa lilikuwa kuja hapa kuona hali halisi e, ya, ya, ya mashine za kiwanda e, ili zisaidie sasa kwenye kufanya tathmini ambayo itapelekea kutoa ushauri na maamuzi huko mbele tunakwenda. Kwa upande wake, mwakilishi wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo kanda ya Kaskazini, Daniel John, amesema wamefika kiwandani hapo pia ili kuangalia changamoto zilizopo na kushirikiana pamoja na wamiliki wa kiwanda hicho ili kukifufua. Benki ya Maendeleo ya Kilimo tumefika katika eneo hili ili, ili kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukasapoti huu mradi uweze kurudia katika hali yake ya kawaida. Kama unavyoona sasa ni mradi mkubwa lakini haufanyi kazi, uh, na umelala. Kwa hiyo Benki ya Maendeleo ya Kilimo katika ku, kuisaidia uh, sekta ya kilimo katika sekta ya mifugo tuko hapa kuangalia ni jinsi gani ambao tutaweza kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na wamiliki wa viwanda hivi ili tuweze kuona tutafikiaje lengo katika kukiamsha uh, kiwanda hichi kiweze kufanya kazi na kusaidia uh, wananchi wa eneo hili. Naye Ayub Daniel ambaye ni meneja wa kiwanda cha Rutiana, Monika Bomboe ambaye ni kaimu mkuu wa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji halmashauri ya wilaya Simanjiro, simanjilo wakaeleza umuhimu wa mradi huo, tulitegemea kwamba tungepata ajira ya muda mrefu, tungefanya maendeleo kwa ajili ya nchi yetu, lakini ghafla likaishia njiani. Kwa kampuni hii kufufuka, ni ajira kwa vijana wengi ambao kwa sasa hivi hawana kazi, wanazunguka mitaani bila kazi yoyote. Hivyo basi, naiomba serikali tusaidie, ili tuweze vijana waweze kupata ajira ndani ya kampuni hii ili maana vijana wengi wanaenda kutafuta kazi mbali, wengine wanaenda da, wengine wanaenda mikoa ya mbali kwa sababu kutafuta riziki kwa ajili ya familia zao. Imeanzishwa idara ya viwanda, biashara na uwekezaji, na kwa wilaya Simanjiro idara hii imeanza mwaka huu wa fedha wa 24 25. Baada ya idara kuanza, tulianza kuainisha viwanda ambavyo kwa wilaya Simanjiro vingi vimekufa ikiwemo Rotiana na sasa tupo katika uhamasishaji wa kufufua viwanda vyetu. Rotiana inaonekana iligharimu zaidi ya bilioni mbili katika uanzishwaji wake, na ndani yake kulikuwa na kiwanda cha nyama, ndio eneo ambalo tupo hapa. Walikuwa pia wana kilimo na eneo kwa ajili ya utalii. Ni eneo ekari zaidi ya elfu ishirini na tatu.